Hello people, tumeongojea daktari ndio amefika soa, tusikie anasema aje, Daktari. Asante mm -mm -mm, kwa kuja do tumekaa bila kuonana mm -hmm. angu ile session anania ya... Wisley akipewa documents akaenda mm -hmm. na mimi ameniambia ako around, ameniambia u ajai kupigia simu tangu kama documents ulimpea na ukumpea na na na roho yote juu kama ulienda kama mkasirika so kime mm. malando, but for now mm -mm. sababu umesema kwanza tushughulike kwanza story ya Mama Wesley ndio ndio Wesley akikuja. mm. mm. Uh, mama, habari nzuri, kwema, salamu. Mm, hali vipi? Mm, dangu ni mkono. Mm, kipi kiliweza kufanyika? Mm. Mm. Ndio mkatuni, kapata mkono wangu ni chungu. Mm. Na hiyo itasimama vizuri. Ndio nimeenda hospitali, x-ray ndo hii, aaa unashangaa juu ya kuanguka kufanya nini? sina haja nalo hilo yeah. Maanake mm, mimi na, na yangu ambayo yeah. Napiga darubini na naweza kuona haya yeah. Na nilijua yataweza kutokea yeah. Mm. Ah, kuna wakati ya kwamba nilikueleza ya kwamba ataja kunitafuta na sitaweza kumsaidia, sivyo? Mm. Mm, wakati aliweza kushika vile vitu ambavyo tulivipata kule ndio mm, ndio tukaweza kumkanya, ila hakuweza kusikia. Malipo yake ndo haya sasa, imefura mfura mfura, mfura vibaya, ndio na mm. Najua ya kwamba iliweza kumkanya haya mambo mm. Ila yeye yeah, yeah, hakuweza ku, kulisikiza mm. Aliweza kuligairi na kuweka kiburi mbele, ikamtawala ikaweza kumpoza sasa hivi waumia hilo hmm. <tosunisaidia>. Ah, litawezekana manake, nilisema utaja nitafuta nalitambua mm, mm, hilo hmm? Ah, wala mama, mimi siwezi kuweza kusaidia, manake niliweza kukukanya mimi. Nikikanya mtu usipendi kabisa mtu kiburi, ambazo, kiburi ambazo anisikizi. Ngenilisikiza nigeweza kukusaidia, sikujua kama, kukusaidia. kama namna namna hii hilo mama tu, utaweza kulitumikia hilo hmm? utaweza kulitumikia hilo, utaweza kulitumikia hilo mama, hilo ni wala, liweke akilini mm, mm, mm. kama ulimwambia atakutafuta na mmekutafuta, usimponye tu. Aa, kijana Aa, kitu moja na mimi ninaeleza mara kwa mara mahali kiburi kipo tutaweza kutumia kiburi na mahali kuna utulivu, tutaweza kusaidiana katika njia nyingine ama lile lingine, ila kwa hili samani, wacha aweze kujifunza ninapozungumza, aweze kutii sharti sa so, umponyi kabisa. Ndio, ndio ili ataweza kulitumikia kwa muda. Hapana, naomba tu, naomba tu kwa unirumie tu, unirumia. Je, unanijua vyema ninapokataa kitu Siwezi lifanya hilo. Mimi sinanga kiburi. Sinanga kiburi hata kidogo, hata wewe unanielewa. Naomba tu msamaha. Niweza kukukanya mama, achana na hizo vitu. Mm. Bila au kuweza kunisikiza, sivyo? Unajua hizo brand ni ni zangu zilikuwa. Sasa sina nayo. Naachana nayo. Mm. Utanisaidia aje? Utasaidika aje? Mm. Ukiniambia sitaweza kuwezekana. Bila litawezekana mama maanake hata vifaa nilivyo navyo hapa ni vya kazi nyingine, maanake mm. Mm. Ni la kazi nyingine ah, ila litaweza kukuponya. Naomba tu, naomba tu wacha kibori chako, kiweze kukutawala. Eh. Naumia. Naumia tu wacha chako. Naumia. Naumia si kurahisi hivyo masi, ningeomba tu anisaidie mm. eh, tu mi silalangi usiku usiku ndio sasa mkono inauma zaidi mm. eh, kama kuna vile ingewezekana tu anisaidie bado nimefura tu, aina alama like hamna, mm. alama na mbua hamna, no, na fra... Ma yeah, kitu mm. mm. mm. kama hilo hamna kabisa. Bin zongesha daktari sasa. Jusasa mimi. Unajua sa kama akishasema hizi ni hizi nini sasa, unajua sasa kama saa atamsaidia oh, kidogo naja, naja mm, mwaweze kuningoja dakika kidogo tu naja mm, mm, mm, mm, mm. Sasa hapo ndio nashindwa sasa, kama yeye na ndiye akuna uwezo hata nisaidia nasasa sasa, yu, yu, yu, sasa hiyo ni mambo gani? Sasa nitaenda tu kwa kanisa, makosa ni zangu. Aj, nilishtuka kuona bra zangu zikiwa kwa mtu kupiga kiboko, at least welewe ni nani, ata mafans walikasirika by the way Unaambiwa usishike au unashika, usishike au unashika, usishike unashika. Kwani kama hiyo sasa ni nini yako? Unajua nilikuwa nasikia hata nichukue na niweke kwa mfuko niende nazo. Nilisikia vibaya kuziona zikiwa kwa nyumba ya mtu, but obviously ungekuwa cool kwanza. mm -hmm.

naa mna naja sababu anajua the reason why atakusaidia. Ndio mimi njaribu kumongelesha na nimekata. Mimi anajua the reason. Na kiburi, na mimi sina kiburi. Masi unanielewa sana. Mimi sina hiyo maneno. Sina kiburi mingi mm, hata -hmm, kuomba msamaha niko tayari sana. Mimi najua kuomba msamaha nikikosea. Wewe kama bado, wewe shida yake imekaa hospitali, ndio imeshindikana. Si. Kama ni, kama ni, ya, bado huko si, tumetumia do bado si, ameenda akafanyia hizo vitu bure. Najua, najua ni pesa mingi mmetumia. Ina watch kwa ile siku video tukienda kwa nyumba ya Wisley, si Wisley, kwa a na amefichwa yule mganga wake, anaambiwa usiguze kitu mwako bila nguzo, alisema <coughs> Sasa si mm. So, so, kama anapitia anapiti kiboko ya huyo ya ya daktari, inamaanisha ni ngumu sana kusaidika mahali pengine, obviously yeah. so, eh. mm -hmm. wala jun sio ngumu kwangu, ila lazima aweze kutumikia hilo mm. Mm, si jambo ngumu kwangu hilo. So iko iko na iko na time ambayo sasa, after some time, after after how much time, ndio sasa itakuwa atakuwa poa, because yenyewe anateseka sana na kapitia ndio. Uh, ah, wanapaswa kuweza kuwa mimi, hata nitaweza kumsaidia wakati wake ukiwepo, ila kwa leo mama samani, utaelekea hivyo hivyo nyumbani mm. Mm, hamna tiba. Ndio, ndio, lazima aweze kulitumikia John, hilo nalo lazima aweze kulitumikia dipasa, aweze kujifunza. Ninapotoa amri, sharti aweze kulifuata, lazima <liparate> ah, ataweza kakaa nayo kidogo, hakuna jingine, hamna hamna mm. mm. lakini mimi naumia nalitambua hilo hadi ukiona. uh -huh. mm -hmm. kidole kama hii imefura, zimefura kweli, zimefura bila kazi, kwa nguvu hivi. Acha liweze kulitumikia hilo. mm -hmm. hilo ndilo adhabu yake so, like, <inaudible> mwezi so kama wasi wanakutibu na wanasema ni hizo vitu nata wanasema hata mi niligia, tuwezi kuwa tu ugonjwa jua akuanguka, akupigwa fan, nikamweleza kwamba wachana kushika hivyo vitu. mm. Hata mm. wewe ukaweza kumweleza, ila hakuweza kulisikia hilo. mm. mm. kwa hivyo hataweza kulitumikia hilo. mm -hmm. Kujua? Mm -hmm. Mm Sawasawa. Ah, sawa. Watibaki kuwa mzaha hilo. John, kuna jambo lingine nataka uone. Wesley anashinda milia, yupo wapi? Mali yake ilichukuliwa tena. Nilimweleza kamaabe mamake msamaha, ila hakuweza kulitambua hilo sa so sijui mm. Aa, kila taifa sana anapitia tu, anapitia, ndiyo, ndiyo. Ko, lazima lazima, kila mtu aweze kulipitia hilo, si mama, si mtoto, si ndiyo? Ndiyo, mmm, ona kama baba pia haja, hata kama ulimponyesha haja, kwa vizuri, maana yake alifuata yale ambayo niliweza kumweleza mmm, amri lazima kila mtu alifuate hilo mmm

Uh, wala ninyi wenyewe ambayo mnajiletea hayo majanga ninapotoa mm. Mm, amri sharti muweze kulitekeleza, oh, namna hiyo ndio ndio mm. Tunaomba tu usaidizi tunaumia. Uh, ila kwako kwa mama mama, leo hamna tiba, hamna tiba mama, mm. Kwa leo hamna tiba. Majirani wanafurahia tu kila kinaendelea kwa familia yangu, ndio mtiba wa kujitakia mwenyewe. Hauna kilio, ndio furaha ya majirani tu, wanafurahia Kenya wanaona kinafanyika. Baba amechanganyikiwa, mama ameumia, mtoto naye ndiye huyo ametoroka sasa. Anaona hiyo ni furaha kwao, lakini mimi mambo ya Wisley yananikulia hadi kidogo sielewi. Wisley ndio ndio hilo nalitambua fika John. So, nalitambua hilo kabisa, maanake angelifuata masharti atunge kulikuwepo hapa. Okay, sasa atungeweza kulizungumza hilo kwa sasa. <coughs> tungeweza kulizungumza <coughs> mambo mengine ya muhimo mm. na ya msingi mm. ila kwa ajili ya kuturudisha nyuma mm. tunarudi pale pale. Firstly, no daktari.